Karibuni tena katika tafakuri yetu ya Rozari, sala ya tafakari, na hii ni siku ya kumi katika mwezi wa Rozari, yaani mwezi wa kumi. Na ujumbe wetu wa leo unasema kusali rozari ni kusali neno, au wengine wanasema kusali rozari ni kusali Biblia. Sasa je, ni nini maana ya kusali neno? Kusali neno kunamaanisha kusoma, kunukuu au kukariri maandiko matakatifu katika hali ya kusali. Labda nirudie tena, kusali neno maana yake ni kusoma, kunukuu au kukariri maandiko matakatifu katika hali ya kusali. Tukiangalia baadhi ya sala zetu ni sala za kukariri. Kwa mfano, tunaweza tukasali kwa pamoja mwanzo wa sala mpaka mwisho pasipo kusoma au pasipo kunukuu au kuangalia mahali popote, tunasema ni sala ya kukariri. Vilevile vile, tunaweza kusali huku tukinukuu vipengele katika maandiko matakatifu lakini sala inakuwa ni ya maneno yetu binafsi. Vile vile tunaweza kusali kwa kusoma, hasa tunapofanya masifu tunasoma Zaburi na tunafanya hivyo katika hali ya kusali. Ndio maana tukasema kusali neno kunamaanisha kusoma, kunukuu au kukariri Maandiko matakatifu katika hali ya kusali. Sasa tuangalie jinsi Yesu alivyosali neno. Yesu alipokuwa pale msalabani, kabla ya kukata roho, alisali Zaburi ya 22: mstari wa kwanza. Zaburi hii inasema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Yesu alitumia maneno haya kwa kuyafanya sala yake, Mathayo 27:46 na vilevile Marko 15:34. Tunaona pia pale Petro na Yohana walipokatazwa na wakuu wa makuhani wasiendelee kumtangaza Kristo mfufuka, Wakristo walikusanyika kuomba ujasiri Walifanya hivyo kwa kusali Zaburi Zaburi ya pili pili mstari wa wa kwanza mpaka wa pili. Na hii inapatikana katika Matendo nne, 24 mpaka 26. Ukiangalia nyimbo zetu za dini utaona baadhi yake zinatokana na neno, hasa Zaburi. Waraka wa Yakobo unatushauri hivi: Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe; ana moyo wa kuchangamuka na aimbe zaburi. Tunaipata katika Yakobo 5, mstari wa kumi na tatu. Sasa swali ni je, rozari ni sala ya neno? Jibu ni ndiyo, rozari ni mojawapo ya sala ya neno kama tulivyoona katika tafakuri zilizotangulia sala ya rozari inaanza kwa kunukuu au kukariri salamu ya malaika kwa Bikira Mariya inayosema, salamu uliyejaa neema, Bwana yu pamoja nawe, na hii inapatikana katika Luka moja ishirini na nane. Vilevile ina maneno ya Elizabeti aliyomwambia Mariamu, umebarikiwa wewe katika wanawake na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Katika Bibiliya inasema naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa, na hii tunaipata katika Luka moja, mstari wa arobaini na mbili. Kusali neno kuna faida nyingi. Kwa mfano, kusali neno kuna ruhusu maana ya mistari kuhamasisha mawazo yetu na hisia zetu na kuwa sala yetu. Kwa mfano, tunaposali kumsalimia Bikira Maria kwa kukariri maneno ya malaika na yale ya Elizabeth, tunayafanya kuwa sehemu ya sala yetu. Kusali neno vilevile inasaidia kuweka maombi yetu katika uwiano wa kimaandiko. Ndivyo ilivyo sala ya Rozari, kusali kimaandiko. Pale tunaposoma katika Biblia, inatusaidia kusali kuhusu maswala mbalimbali mbali kulingana na maandiko. Tunaposali Rozari kwa kutafakari matendo ya furaha, matendo ya uchungu, matendo ya mwanga na utukufu, tunarejelea neno au maandiko matakatifu Tangu kupashwa habari Bikira Maria, mateso, kifo na ufufuku wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kufanya hivyo, tunapata nafasi ya kuandamana na Yesu katika maisha yake na kuwa karibu kabisa na Mungu. Kumbe basi, kusali rozari ni kusali neno la Mungu. Tusali sala hii kwa bidii, kwa manufaa